Leo tarehe 11 mwezi wa nne mwaka 2025, ikiwafi Shawwal 12 1446, tupo hapa katika Masjid Fatuma binti Ibrahim Kabeke. Msikiti huu, nyote mnakumbuka kwamba ulitutoa machozi ulipokuwa tunakuja tarehe 14 mwezi wa pili 2025 tukakuta Waislamu wanasalia kwenye msikiti wa nyasi juu una kavero. Jambo hilo lilitusikitisha na kutuhuzunisha, tukatia nia na kupaza sauti kwa rafiki zetu wapenzi wetu na ndugu zetu. Basi alhamdulillah baadhi yao wametusaidia, Mwenyezi Mungu awabarikie, Mungu awahifadhi, Mungu awatengenezie mambo yao. Wako dada zetu walioko nje ya, ya Mwanza, wako watoto wa dada zetu ambaye Mwenyezi Mungu amlipe kheri mwipwa wetu ambaye na yeye amefanya juhudi na anaendelea kufanya juhudi hizo, lakini tukasema, na sisi, mimi hususan, kama uh, Hassan, kiachilia mbali wa mkoa, nina wajibu wa kuendelea kutenda mema kwa wazazi wangu. Basi na mimi nimeona nitie sadaka yangu kwa ajili ya mama yangu Hajat Fatma binti Ibrahim Kabeke, na wazee hawa wamevutiwa wakanyeomba, basi shekhe, jina lile la bimkubwa ambaye amekuzaa wewe, nikasema basi ni kheri yake na ni baraka yake. Kwa hiyo tupo hapa Mwabomba leo kwa furaha kubwa, kwa awamu hii ya kwanza. Baada ya kukamilika jengo lote kama mlivyoshuhudia sasa, tumeweza kuweka jiwe la msingi, ili baada ya hapa, tumepata, nimetoa bandari tano za bati ambazo zitaletwa hapa, hizo nimetoa mimi kwa maana ya kuunga mkono juhudi hii na kazi hii inayoendelea na kuhakikisha kwamba msikiti huu unafanikiwa unakamilika, na japokuwa mahitaji ni karibu bandari sita hivi saba na mbao na, na kadhalika, lakini tunaendelea kufanya juhudi ili iweze kukamilika. Kwa naendelea kutoa wito kwa watu wa kheri ambao hawako tayari kuona udhalili wa Uislamu na Waislamu, basi tunawakaribisha kuungana katika jambo hili, na kama nilivyoendelea kuwambia tuendelee kuwasiliana kwa namba yetu ile ile ambayo tunayotumia katika harakati zetu na maendeleo yetu ambayo ni 0766636315 jina lake Hassan Musa Hanzuruni. Ikiwa na sadaka yako utaweka hapo. Jambo la muhimu kwa viongozi wangu wa baraza mkoa wa Mwanza, natoa wito kwamba tuendelee kurekodi na kubahthi, kufanya uchambuzi uchunguzi kujua hii misikiti yenye shida misikiti midogo midogo iko vijijini ambayo imekuwa katika hali duni. Kimsingi sisi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania Bakwata tunatakiwa kuwa sehemu ya kurudi chini kwa watu. Haii sawa kwa karne kama hii kuwa bado kuna msikiti wa kavero, msikiti wa nyasi. Tuendelee kufanya kazi za kujitoa. Nyote mnajua Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yoyote mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Allah hata kama ukiwa kama kichicha hivi cha ndege, Mwenyezi si Mungu aliyejenga msikiti huo atamjengea nyumba peponi. Sikwambi mtu anaitoa milioni milioni mbili milioni, milioni moja kwa ajili ya jambo kama hili laki elfu kumi, elfu tano, fadhila zako ni kubwa kwa Mwenyezi si Mungu. Kwa viongozi wa baraza wilaya zote wilaya ikiwemo hii ya Kwimba ikiwemo wilaya sehemu za Magu, Kerewe, Sengerema, Misungwi, hata ile Mela Nyamagana mahala ambapo na msikiti wa aina hii julishane ili tuweze kupaza sauti kwa pamoja e, tunaweza kusimama pamoja kwa umoja wetu. Mtume amesema aljamaatu rahma, umoja ni nguvu. Tusimame pamoja kujiletea maendeleo na kuwaletea maendeleo Waislamu. Nitumie nafasi hii kuwashukuruni nyote ambao mnaendelea kuunga mkono hizi jitihada na juhudi hizi, bila kuwasahau wahisani wetu, wapenzi wetu, marafiki zetu na wadau wetu wote wa maendeleo. Naitwa na Ibrahimu Lufunguro Kisinza. Ee, ni mzaliwa wa eneo hili la Mwabomba kata ya Mwabomba, wilaya ee, msikiti, Mwabomba wilaya ya Kwimba. Mahali hapa nipo msikitini hapa Mwabomba ambao umejengwa huu msikiti ee, napenda na, na nitoe shukurani shukurani zangu ni kwamba nawashukuru na viongozi e, mmojawapo ni huyu e, shehe wa mkoa wa Mwanza Shehe Kabeke kwa jitihada za kuanzisha huu msingi na mpaka imesimama nyumba kama hii nyumba ya msikiti. Na ukiangalia ndani ya, ya, ya, ya kata hii hatukuwa na msikiti hata kama ni mmoja, wakati ni kuna vijiji vitano, lakini sasa hivi tuna msikiti ambao ni huu tunasujudu hapa, na kila huduma inatokea hapa. Na washukuruni sana e, jitihada hii ya waislamu e, waendelee kuwa na na moyo huu kama huyu shehe Kabeke, na wadau wengine ambao wamejumuika kwa kwa namna ya kutuwezesha tukawa na msikiti. Ndugu zangu, nafikiri kwa haya machache karibuni e, tena le, kuna sehemu zingine ambako wana shida kama hizi ambazo tulikuwa tuna tunasujudia kwenye nyasi, basi siku moja na wao waweze kunufaika na, na huduma kama hii. Asanteni sana e, wa wadau wote ambao walishiriki, tunashukuru tunajisikia amani kweli, yaani hata kama tunaswali ndugu zanguni, baada ya kusema haya, nashukuruni sana. Mi naitwa Mariamu Senga Masibuka. Kitogo natokea mwa natokea Salome. Akatuambia, nyinyi watoto wenu swalieni kwa sababu msikiti Uislamu ni mzuri mno, na nyinyi mtaona haya. Nasisi tukashukuru. Kwa hiyo Uislamu na mimi nimependa, Uislamu ni mzuri sana na mimi naomba usonge mbele Uislamu. Kwa hiyo kwa sasa tunashukuru tena, mwongezee neema, mtupe nguvu, tusonge mbele kwa kwa kijiji cha Mwabomba tunaomba na chamba mtujengee msikiti na shekhe. Uh, yapo maeneo mengi ambayo wanahitaji uh, kujengewa misikiti. Ni sababu gani hasa zilizowapelekea kama BAKWATA kuja kujenga msikiti katika kijiji hiki? Ah, sisi tumekuwa na kawaida baraza BAKWATA mkoa wa Mwanza kufanya ziara, mbali ya shughuli tunazofanya za kimaendeleo. Kama mnapojua, tuna project kubwa ya ujenzi wa vituo vya afya saba ndani ya mkoa wa Mwanza, na juhudi hii tumesema sio ya nguvu ya soda wala sio ya mripuko, ni juhudi endelevu. Hatuachi mpaka tutakomaliza, na tukiondoka sisi watakuja watakaokuja waendeleze mradi huo wa ujenzi wa vituo vya afya, lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuvione basi hivyo vituo vya afya kwa macho yetu. Lakini pamoja na juhudi hiyo, hatukuacha juhudi ya kwenda vijijini kuwatembelea Waislamu, kuwajulia hali, kufanya dawa, kufanya uligadifu wa mambo mbalimbali kule vijijini. Tulipotembelea hapa tukakuta hali ya aibu na masikitiko makubwa, msikiti wa nyasi juu kavero. Hili jambo likatuhuzunisha, tukaona tuanze kazi, kwa kilichotuvutia ni hali tuliyoikuta, na wanasema laysa alkhabaru kalmuayana, yaani tulipokuja tukajionea wenyewe, tulazima, lazima tuingie kichwa na miguu. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wengine kwamba Uh, viongozi wetu wa wilaya wasikae maofisini, viongozi wa kata wasikae maofisini, tutembee kwenda kujua hali za Waislamu. Inawezekana shida kwa Waislamu sio hii tu ya, ya msikiti kuwa mbovu, labda kuna shida zingine kwa Waislamu nazo tufanye kila jitihada kwa kadiri ya hali kuweza kuzitatua. Wakati uh, jitihada kubwa mmezifanya katika kuhakikisha kwamba msikiti upo hapa lakini ukiangalia mazingira ya vijijini elimu ya dini ni ndogo, hakuna waalimu huku. Mna mkakati gani uh, ambao mmeuweka kuhakikisha kwamba msikiti huu utakuwa na tija, lakini pia uh, uh, utaendelea kutumika katika uh, swala la ibada, lakini pia na swala la kutoa elimu kwa waislamu wanaishi katika kijiji hiki, licha ya, ya kijiji hiki na msikiti huu. Kwanza nitumie nafasi hii kumpongeza Al doktor Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali Mbwana, Mufti Tanzania, ambaye amekuja na program ya kuwa kila mkoa una kitu kinaitwa Darul Maarif na mkoa wa Mwanza tuna kitu kinaitwa Darul Maarif. Kwa hiyo juhudi iliyopo katika kuendeleza mambo ya elimu sasa iko kwenye, ni jukumu la hii Darul Maarif. Tunasomesha watoto pale mkoani na tunazo Darul Maarif katika maeneo mbalimbali ikiwemo hata hapa Kwimba tunayo Darul Maarif yetu, tunakaa na watoto tunawalea, baada ya hapo watoto hao ndio ambao tunawachukua kuwaleta kuja kusimamia maeneo kama haya ko, sio hapa tu Mwabomba, a, tutapole, tunaleta vijana kuja kusomesha. Mfano hivi nikwambie, tumepeleka vijana sehemu inaitwa Lunele. Lunele ni kata, ni ukwila ya Kwimba katika eneo la, la Hungumalwa. Lakini tumepeleka mwalimu pale sehemu inaitwa Mantare. Maeneo haya tunapeleka kwa sababu tunacho chombo ambacho mheshimiwa muftika kiasisi kinaitwa Darul Maarif, tunasomesha watu lakini tunapeleka vijana kwenda kusimamia elimu ya dini katika vijiji mbalimbali. Wito upi unaotoa kuelekea kwa wananchi na waislamu wanaoishi katika kijiji hiki, kijiji cha Mwabomba? Wito wangu wa waislamu, nianze na waislamu kwanza. Kujengiwa msikiti ni hatua moja lakini hatua ya kuutumikia kazi ya msikiti ni pamoja na kuswaliwa. Hawa watu wanaotoa sadaka zao, wamewanuia ndugu zao, na hivi ni kutaka thawabu ziwaendee wale maiti wao, ndugu zao, lakini swala ya Mungu iswaliwe hapa. Kwa hiyo na hapa, kwa sababu ni kijiji ambacho watu wanafanya ibada sana, ni imani yangu wataendelea kufanya, lakini wito wangu ni Waislamu kujitoa na kuweza kuswali, lakini msikiti pia utumike kama daraja la kuwaunganisha Waislamu, kuwaleta pamoja. Hata kama ni kijijini hapa, tunaambiwa ni kata ya Mwabomba, lakini na vijiji vitano, iwaunganishe Waislamu hawa, lakini kuwaunganisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa maana wa Tanzania, kupitia msikiti huu uhubiri amani uhubiri umoja, uhubiri mshikamano, uhubiri e, na uiombee dua nchi. Kwa hiyo wito wangu ni kuwaomba viongozi wa eneo hili akiwemo shekhe wa kata ya Mwabomba mwenyekiti wake, katibu, imamu wa msikiti huu, mzee wetu, mzee Ibrahim hawa washikamani kuhakikisha kwamba wanaleta mafanikio na maendeleo katika kijiji cha Mwabomba na hapa iwe kitovu na ni nuru ya Uislamu. Na kadhalika ufahamu kwamba tuna eneo jingine linaloitwa Chamva ambalo kuna hali mbaya, na wenyewe hawana msikiti kabisa, pale wanaswali chini ya mwembe. Juhudi yetu ni kwamba ikiwa Mungu atatupa taufiki, watu wakatusaidia kumaliza habari ya upauaji na kuweka piga floor, kusafisha ndani, juhudi ni kwenda kwenye kijiji hicho na chenyewe kipate msikiti. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki katika hili.